Na Shisha, banki. Is like Habari, doctor, nina shida ya kukuona. Nina maumivu sana kiasi cha kufa. Narudia tena habari, doctor, nina shida ya kukuona. Nina maumivu sana kiasi cha kufa Nina mtoto wa form five, nimeshika simu yake, nimegundua ni shoga. Daktari, Mungu nisaidie nifanye, Mungu nisaidie nifanye. Naomba please daktari nikuone tu. Behaviors inakuja kuleta pain to everyone. Shihii simu ukiishika ukapotea, nao ni mtaji, lakini matude ya watu. Juzi nimepigiwa simu, kwa sababu ya tofauti ya masaa. Huyo dada yuko nje nje, sasa amepata ujauzito, yeye ameolewa amefanya mtendo wa ndoa na mke wake na mume wake, na amefanya tendo wa ndoa alipoenda kufanya mafunzo. Ndani ya mwezi huo wamefanya mapenzi na Mchina, so ajui tumboni kilichopo kama ni Mchina au Mtanzania <laughs> so <laughs> hey, ananipigia daktari, nisaidie kama una connection yote kwa kwa mkemia mkuu wa serikali nisaidie, nichekie kama kuna DNA ya mimba. Nikamwambia kuna dada wewe nisaidie tu, nitumie tarehe za mume wako na tarehe zako na tarehe zako za mwezi. Akanitumia zote, nikachukulia nikamwambia, dada, mtoto ni shosha. Nikiniambia ni, daktari, tuzungumze afya ya akili na vijana vijana. I stop no no, no. Vijana wanapata mental illness pure by behavior. Natamani ujue kama kijana wa Kristo,

zinafanya watu wa jinsi Luka 16 kule mstari wa nane, neno la Mungu anasema yule Bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Amen. Hakuna mstari unaniuma anavaa kondo kwa sababu mwana wa Mungu anaambiwa aikimbie kabisa. Kwa kwa hiyo atafanya lile tendo na atavaa kondo na hatapata atapata mimba, kwa sababu kwenye kizazi chao uh, is uh, not a problem, lakini kwenye kwako you're not even kuikaribia. Unapoikaribia una, kuhikaribia. una, kuhikaribia. una

kwa kwa kwa, lakini nakuta mtu na hili hili neno ni tu. And you think, you think can replace God by technology, this is just an, mnapoteza nchi sana. Nitamani sana mwelewe technology kama

<laughs> kionekane kanisani, una peni, una notebook, una Biblia ya hard copy, lakini una simu ya Biblia. You'll never be the same. na lakiiunabi

Miezi mitatu ya kwanza those boys bila Prince wa miaka 11, it was torture because mtoto wa leo aliuji mpaka apewe simu ya mama yake acheze game. Kuna kuta atuelewe kisaikolojia, that is a reward system. Na ni mtu anayo uji lazima apewe simu acheze game, maana yake atakapotakiwa kufanya majukumu yake lazima umpe kitu kama reward system

Moja, socialize. Alafu kuna moja ya msingi sana kubali kukosolewa. So, so what? Vijana, I know you love recording so much so, Mr. endelea kurecord tu bila kichwani kwako kuna nini. So, social skills ina power sana so kwenye maisha iwapo Musa aliulizwa aliulizwa uh, mkononi mna nini, si ndio? mm -hmm. Anamwambia na fimbo ya nini? <laughs> What skills do you have ya kuadd value? Social skills gani unayo ya kuadd value? Sikiliza, kuna madaktari elfu tatu ndani ya wana kazi. Wamesoma MD yani ya miaka saba sita na mitano na mmoja wa mazoezi. They are on the street.

One of the things that my dad aliumia sana nilipooa na kuondoka nyumbani ni kipindi ambacho ninaondoka huu, nani ataninyooshea nguo zangu, because nobody irons better hivi. Unajua, mimi toka nimeoa, huu ni mwaka wa kumi nimeoa 2012 huu, toka mpaka leo mdada wa kazi ya yakijaga nyumbani kwangu anakuwa so shock kwa sababu tukienda kanisani, naomba mpaka na nguo zake ni nyoshe na nyosha nguo za dada za mke wangu, za watoto, because nobody irons better. Hiyo ni skills ambayo nimepewa na wazazi wangu. Ninanyosha kadobe mwanangu. <laughs> Kwa leo ukinifukuza ukaninyang'anya vitu vyote vya daktari, ninaweza nikaanzisha udogo na nikatoboa maisha because in, in, in, kuna hii

nikachukua kipande cha gazeti na mimi nataka unikopie kama hichi kilivyo hapa kwenye Microsoft Word hapa hapa, kushift wapi? Ah, madogo iPad nini wanazijua, lakini skills skills ni ni ya copy paste nini? wana gadgets, wana gadgets, wana gadgets anakuja ma kwenye society kwa sababu ukiangalia visababishi vingi vya stress vitano, cha e, kwanza ni kazi, cha pili matarajio. Na unakuta mfano watu wanaenda kufanya interview ya TRA, wako laki moja, wana expect kuwa wanne. Wanne wanaleta stress, uwanja mzima mnagombea nafasi hiyo. Niwaombe ukikaa ukasoma kumbuka, Luka kumi na sita mstari wa nane kwamba Mungu anakutupia dongo. Anasema kwamba mwanangu, huko mtaani wasiomjua Mungu wana maskini katika ulimwengu wao wakubwa sana, alafu wewe unatakiwa kukompiti kwenye dunia hiyo hiyo na wao. Unatakiwa kufanyaje? Sasa umshikilie Mungu ili hizi haya maarifa leo kwenye Biblia uyakamate uweze kuyatumia kukusaidia sana vya maisha,

Struggle struggle mlizonazo vijana, mimi ambazo nazijua, ambazo kila siku nakutana nazo, nikampa ishara

rafiki yake anataka kujiua, akamfordia namba, akamwambia huyo kaka anawafahamu, ni daktari wa mimbili, lakini anawafahamu na wataalamu wa tisirai, anaweza kusaidia. Binti ashakoroga sumu ya panya, anataka kujiua. Wai mama na baba ni wazee kani, wa kanisa kama huyu, niliwasomea karekodi klipu chwa, si teknoloji, karekodi klipu akiwa uchi ule binti akiwa uchi, anamtumia kevo, sema kevo <laughs>

Karekodi kikripu hivi, afu kamwekea boyfriend, wanasoma darasa hili mo chuo. Naomba nikihifadhi chuo chake, chuo wanasoma hili darasa moja. Karekodi kikripu akiwa uchi, akamtumia Kevo wake afu akaweka viewers. Hakujua Kevo anaosapu GB akaipata ile clip kama ilivyo ya kafikia kuweka viewers kwamba Kevo akifungua tu itapotea akiwa uchi Kevo akaichukua ile clip akaituma kwenye groupu la wanaume. Amaambia wana, sisi semaga mimi stoki na vipisi. I hapa uchi. <laughs> Hapo ile ile pisi ikachukuliwa ikaanza kuenda viral ile kitu. Kasubuka, kasubuka, kasubuka ikamfikia ikaenda kwa kwenye, kwenye groupu la mikoba la dada yake. Na aliyepost kwenye groupu walisema Yani, wasichana wetu wadogo zetu sio wana tabia gani? Hakujua kama kwenye grupu la vikoba kuna dada wa yule binti kdadachinauka akamulia Kevo misi mtumia wanaume tu wanaume wanakifua wanaume wenyewe ah.

don't forget. And technology, won't forget. The problem of this is kids and young ones you don't know plan of God ya kesho kusuwe that's biggest problem bila kufanya mm hamjui kuhusu kesho yako ambao mungu anayo mikono yake kuokoa inarudi hii as fresh as yesterday's news Mimi nilipata nafasi ya kufanya kazi na serikali, sababu au sababu ya uko watu wanapata neema, jina naenda baba kwa mheshimiwa ta rais, anakuteua leo anakutengua kesho, sababu unapo jina linatoka leo, kabla hujaapishwa vitu vyako vinaibuka, kamati ya veti na fedha. Ile mipango yote ya Mungu ulo ikusudia inakuwa destroyed by your past that you